cha polisi cha Central umehakikishia familia za waathiriwa wa maandamano ya Juni mwaka jana uh, kwamba maandamano ya Jumatano wiki ijayo yataendelea bila pingamizi. Na maafisa anayesimamia kituo hicho cha polisi ambaye alikutana na waandalizi wa, wa maandamano hayo amesema maafisa wake watatoa usalama kwa waandamanaji. Na kama anavyotuarifu Brenda Wanga, ni kwamba familia za waathiriwa zimetoa ombi la amani na kuonya dhidi ya magenge na wanasiasa kuingilia maandamano hayo. Ya ya siku zinazidi kuyoyoma kukaribia kumbukumbu kumbu ya Jumatano wiki ijayo, inayofanyika kwa heshima ya vijana waliopoteza maisha yao wakati wa maandamano ya kupinga mswada wa fedha mwezi Juni mwaka 2024, familia zao zimesema siku hii ina umuhimu mkubwa. Yes, tunasafanya nyumbani bado lakini nyumbani tutafanya mimi na familia yangu, hiyo siku tutamkumbuka, tutaakisha candle, tutaomba. Lakini tukiwa pamoja tunaona kama iko ni, ni furaha yetu, nikiwa na huyu alipoteza, mimi nilipoteza sana, singine nasalia sana, huyu aniambia pana, hata mimi nilipoteza mama, tulia na hawatarudi tuombe pamoja. Sasa naona hiyo umoja inatupea nguvu, lengo letu ni kufanya maombi kwa hao watoto wetu, hatungeweza kufanya nyumbani kila mtu akiwa peke yake. Kwa hivyo tumeungana, sisi akina mama tuko wengi, tumeungana tukuje na maua tuweke. Kama mimi sasa, nilikuwa natarajia Eric alilalishwa nje ya parliament hapo kwa gate, kwa hivyo nilikuwa naomba hata nikiweka maua kidogo hapo, niwe namkumbuka, atutake vurugu, nikukumbuka tu mandugu zetu, kwa sababu hata walienda ilikuwa walikuwa, alienda haraka sana so soon. Kenya, tukua, tukua itarajia. Tumekuja tu makumbusho kumkumbuka, nataka tu amani, hataki vita. Maskari wetu ametuashua kutakuwa na tiagas, mimi ndakuja na madhe na leo. Maafisa wakuu wa kituo cha polisi cha Central jijini Nairobi wamekiri kupokea rasmi taarifa kuhusu mkutano uliopangwa siku hiyo na pia kuahidi kuhakikisha usalama wa wote watakaohudhuria shughuli hiyo.

So that we can have a violent free memorial service. Mbali na maandamano, familia zilizofiwa pia zitawasilisha taarifa rasmi bungeni na katika ofisi ya Rais zikitaka haki kwa wapendwa wao, mageuzi katika idara ya polisi na mwisho wa mauaji ya kiholela na utekaji nyara nchini. Brenda Wanga, runinga ya Citizen.